Naomba mnielewe. Kilo moja ya korosho inakatwa kodi nane. Just imagine kilo moja ya korosho inakatwa ushuru kwa ajili ya Amcos. Yaani, kuna watu fulani wamekaa ofisini wanajiita wao ni viongozi wa vyama vya ushirika wanachukua shilingi mia kila kwenye kilo ya korosho. Yaani CCM imechagua watu wao sehemu ya ulaji, imewapeleka hapo ili waweze kuwaumiza watu wa korosho wanakatwa shilingi mia kwa ajili tu ya kuwa kuna chama hiki cha mposi, chama cha ushirika lakini wanakatwa wanakatwa ushuru wa mazao. Jukumu la serikali ni nini? Kuwasaidia wakorosho. Wanawakata storage charges. Storage charges maana yake nini? Maana yake ni kuhifadhi. Yani wakulima wamelima wao kuhifadhi, wanawakata shilingi hamsini na mbili. Kuna kitu kinaitwa gunny bags ni vifaa vya kuhifadhia. Yaani, mimi nimekuletea bidhaa ili wewe uzitunze, unataka mimi unichaji ambayo mimi nimekuletea wewe, nimekuletea wewe uzichukue, uzitunze, unaniambia mimi tena unikata hapo. Kinaitwa, kuna kuna kitu kinaitwa gunny bags, wanakatwa shilingi tisini. You can imagine. Wanakatwa cashew development kwa ajili ya maendeleo ya korosho. Maendeleo yenyewe hakuna, mkulima kila kitu anapambana yeye kama yeye, lakini wao wanamfika kumwingizia kodi shilingi mia moja na kumi kwa sababu ya maendeleo ya korosho. Maendeleo gani? Lakini pia awa, kwenye hiyo kilo moja ya, ya korosho inakatwa cashew industry management shilingi ishirini na tano. Yaani cash industry management wametengeneza ka jambo jambo ni mradi wa wakati. Hiki jambo halimsaidii mkulima kwa lolote zaidi ya kumuumiza. Lakini wanakatwa cash research. Cash research maana yake ni tafiti za korosho. Yaani watafiti wa serikali tuwalipie kwenye kwenye kilo zetu sisi. Mimi ni mkulima amelima, amevuna, ametia dawa, amefanya vitu vyote. Alafu wao wanafika wanasema, tumefanya research, wanataka wachukue hiyo fedha. Lakini pia kuna kitu kinaitwa export levy. Export levy anakuambia, export levy of USD per metric ton, asilimia 15 of FOB. FOB ni free on board. Hii bidhaa imeshatengenezwa imeshakuzwa thamani, wao ndio wanafika kuingiza asilimia kumi na tano ili mradi wamuumize mkulima zaidi kwao, kwa kuchukua fedha nyingi, kwa sababu bidhaa imeshakuwa tayari kwa kuwa sokoni. Sasa mnaweza kuona na hapa wameweka vingereza vingereza, vingereza vingi ili kumuumiza mkulima Vingereza vingi havina maana yoyote. Lengo lao kubwa ni kumtesa mkulima wa korosho. Kwa mazingira haya, mkulima wa korosho hawezi kuwa na, na, na manufaa yoyote. Tulitegemea serikali imwezeshe mkulima, lakini sasa hizi serikali inamtegemea mkulima kuiendesha serikali. This is not fair. Lazima tuwaache watu wa korosho wanufaike na zao lao na